Leo hii ndugu zangu wana Masuguru, umefika hapa na mwenge wa uhuru kujionea mradi wetu mkubwa ambao unaenda kusaidia vijiji vingi sana, ambao leo hii wenzetu ambao wanasimamia juu ya kupeleka miundombinu maji safi na salama vijijini, wenzetu wa RUWASA wamefanya kazi kubwa na ya uadilifu na kizalendo ndani ya eneo hili. Leo hii Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa akihakikisha akifanya jitihada hizi kubwa za kuwafikia wananchi wote walio chini hasa vijijini kuipelekea miundo mbinu ya maji safi na salama na haya aliahidi, wakati anakabidhiwa kiti cha urais wa mheshimiwa rais wa wakati analihutubia bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa mara ya kwanza, akiwa ni rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, aliwaambia Watanzania wana na wa wananchi wote, atahakikisha anaboresha miundo mbinu ya sekta ya maji, lakini pia sio kuhakikisha kuboresha, lakini pia kuwafikishia wananchi maji safi na salama vijijini. Na leo hii wana Masuguru tumejionea kwa dhati ya macho yetu juu ya mradi mkubwa wa huo maji safi na salama. naomba tujipigie makofi sana. Haya yote mheshimiwa rais anayafanya kutokana na wananchi mlionyesha mapenzi makubwa kwake, lakini pia na yeye mwenyewe ndiyo azma yake na kuisaidia taifa hili na kuiongoza taifa hili. Leo hii dada yangu hapa alikuwa anatupitisha katika kukagua mradi huu ametuambia hii vijiji viwili tayari vilishakuwa vinapata maji, vilivyobakia vipo katika awamu ya pili. Muda sio mrefu, kupitia mwenge wa Uhuru, kwa vile leo hii tumekuja kuweka jiwe la msingi, naamini hatutakuwa tukisubiri muda mrefu, hivyo vijiji vilivyobakia vitaenda kupata huduma wa maji safi na salama. Ombi langu kwa wananchi, endeleeni kuulinda na kutunza miundombinu hii ya maji safi na salama kwa sababu serikali imetumia fedha nyingi kuwekeza mradi huu, na ndio maana leo hii mwenge wa uhuru umepewa heshima ya kufika katika eneo hili, na mimi nataka niwakumbushe, huu ni mwaka wa uchaguzi. Pendeni tukashiriki uchaguzi mkuu kwa mwaka ishirini na tano kwa amani na utulivu.